Mimi ni mwanamke katika utalii na utalii ni mimi, bila utalii mimi sipo. Yaani, utalii ni kila kitu kwenye maisha yangu. Nimeanza kampuni yangu elfu mbili na kumi na mbili, lakini hapo katikati changamoto za hapa na pale hukata tamaa kidogo, lakini naweza kusema uh, miaka minne iliyopita kampuni yangu imekuwa katika stepu nzuri kuliko wakati mwingine wowote. Um, kampuni yangu sasa hivi ina magari sita kutoka gari moja, lakini kampuni yangu haiko tu Tanzania. Kama tunavyoongea sasa hivi, kampuni yangu nimeweza kuianzisha nchi nyingine kama Ujerumani, uh, Czech Republic, Kenya, Uganda, na hivi karibuni tumeifungua pia China. Um, mwaka miaka miwili mitatu iliyopita kama mnakumbuka Rais Samia Suluhu Hassan mama yetu aliweza kuitangaza nchi kimataifa kwenye Royal Tour. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao pia nilisafiri kwenda Marekani na Rais kwa ajili ya kusapoti na kumwambia kwamba wanawake tuko hapa. Lakini Mama Samia, Mheshimiwa Rais, amekuwa karibu sana na sekta ya utalii. Angalia kwa mfano Arusha amekuja mara ngapi? Anapokuja rais huyu, sisi hatuoni tu kwamba amekuja kwenye ziara, sisi tunaona anakuja kwa sababu utalii uko kwenye damu yake. Anazidi kujitia moyo kama wanawake. Kwa hiyo biashara yangu mimi binafsi, naweza niseme namshukuru mama Samia. Nimetoka kwenye kufanya kazi peke yangu, sasa hivi nimeajiri watu zaidi ya ishirini na mbili, lakini mwaka huu nategemea kuongeza watu ishirini na tano kwa sababu ninafungua sehemu ya kulaza wageni. Mama, ujasiri wa Mama Samia umenifanya nimeweza kufungua sehemu ya kulaza wageni Arusha. Sasa hivi nafungua sehemu ya kulaza wageni Karatu kwa kumwangalia tu Mama Samia na akanitia ujasiri. sisi ni Tanzania.